Nchini China watoto wanaporudi nyumbani kutoka shule, shughuli zao zitakushangaza kabisa. Kwanza kabisa, wanafungua mlango wao wa nyumbani. Mlango huo una lock ya kisasa ambayo hufunguliwa kwa kuweka kodi tu. Baada ya kuingia, wanaweka begi lao la shule pembeni. Kisha wanavua viatu vyao na kuvaa slippers, yani viatu vya ndani, kabla ya kuweka viatu vyao, wanapulizia spray maalum ndani yake ili kuondoa harufu mbaya. Hii huwasaidia viatu visinuke na kuwa tayari kwa siku inayofuata. Baada ya hapo, wanaobeba tena begi lao na kupeleka ndani. Halafu wanaanza kazi nyingine muhimu: wanatoa mashine yao ndogo ya kufulia, ile ndogo kabisa. Humo wanaweka tai yao na soksi, yani soksi walizovaa shule. Kisha wanaongeza detergent, yani sabuni ya kufulia. Halafu wanaiacha mashine ianze kuosha. Baada ya mashine kumaliza kazi yake, wanamwaga maji na yale mavazi huwekwa tena kwenye mashine hiyo hiyo kwa ajili ya kukausha. Baada ya kukausha, wanakunjua mashine na kuiweka chini, kisha huchukua tai na soksi na kuzianika ili zikauke vizuri. Mwisho, wanaenda kwenye friji yao na kuchukua chakula tayari kwa ajili ya kula. Ndio maana unashangaa walivyo na nidhamu na kuj